Idara ya uhamiaji na huduma ya umma Belio Kipsang amewataka Wakenya kujiepusha na malipo ya pesa taslim wa huduma za serikali akionya kwamba miamala ya aina hiyo sasa inachukuliwa kuwa ni ulaghai chini ya mageuzi ya kidijitali yanayoendelea serikalini. Akizungumza wakati wa kikao na maafisa wa utawala wa serikali ya kitaifa katika Chuo Kikuu cha Maasai Mara, kaunti ya Narok, Kipsang amesisitiza kuwa huduma zote za serikali sasa zitatolewa na kulipiwa kupitia kwa mfumo wa eCitizen pekee. Oh yeah,

information that we require in the documents upon capturing all that information the data is transmitted directly to our headquarters and once they are the headquarters then it is verified and you can get your ID the same Na, watu wawili wa, wameaga dunia huku wengine watano wakiwa katika hali mahututi hospitalini ibara ya kunywa pombe haramu inayokisiwa kuwa na sumu katika kijiji cha Ngitana Igembe kaskazini, kaunti ya Meru. Inasemekana kwamba mmoja wa aliyefariki ambaye ni mgemaji wa pombe hiyo aliitia sumu na kuwapa wenzake. Kamishina wa kaunti ya Meru Jackson Ouma ametoa onyo kali kwa chifu eneo hilo anayetuhumiwa kupokea hongo na kuvumbia macho ugemaji wa pombe haramu. Na hii fombe, ni wakubwa wetu ndio wanaleta fombe kwa sababu ya kukula ongo oh, oh, oh. Sasa sasa tunasema hivi, wakuu wetu wakubwa wakuja watuangalilie ngitana kwa sababu tunaona tunaisa kabisa. Mtu ameajiriwa anapewa silingi isirini, hata ilisikia si hata mia mbili yote, hata ukimpea isirini anakuambia endelea. Na tumekuja kugundua viongozi wetu, hata ukikuja na sumu ile inaitwa hata, hata ile ndawa ya, ya, ya kunyuzia samba ukiwaambia ukimwambia asika 200 ni kunywa, anaweza kuambia kunywa, hiyo ni sinda yako. Kutoka leo tarehe tano mwezi wa kumi na moja watu wanjiita, na tumeza nasikitika ya kwamba badala ya kupambana na pombe pombe, imewachwa kupambana na watu. Komanda ya polisi angalia moja kwa moja, the police establishment ambayo iko within, ni itoke hapa, mtafute askari, mpatie watu watu ambao wanaweza kusaidia nani, kusaidia wananchi.